Kuni kuna sababu ya kwamba wewe unaweza kuwa kuni, kwa sababu hata mimi siku dhani ya kwamba Kristo Paris zinaweza shinda Aston Villa, lakini mwisho wa mpira Aston Villa ilikuwa imegongwa ili hata mabao mawili kwa, kwa sokoni, ili niweze kusindikiza baba mtakatifu safari yake ya mwisho. Mungu ni mwema safari yake hapa duniani, lakini ndugu zangu ivi niwela uzti abai kuna kitu kilikuja kwenye mawazo yangu, nikasikia kwamba watu ambao walihudhuria yale mazishi walikuwa ni watu zaidi ya elfu mia mbili na hamsini. Jiuliza yangu itakuwa na wangapi? Ndio kama yeye na wengine ambao walikuwa wamekaa kwa, kwa televisheni zao hawakutoka

walitengeneza kajeneza kadogo kwa yule mtoto, na baba akachotia baisikeli, mama ameshika kajeneza kadogo, wakielekea kuzika mtoto wao, wao peke yao. Hiyo inakuambia nini? Ama hapo na marafiki, lakini sio ya kama mtoto hakuzika mbinguni, mtoto alipika, hata kama alizikwa na watu wawili. Unaweza zikwa na haraiki kama hiyo ya baba mtakatifu na bado ukose kufika mbinguni. Mnakumbuka mfano wa tajiri na Lazaro. Tajiri alifahamika kama mkubwa, kwa hivyo alizikwa. Lazaro, hakuna mtu aliyemzungumzia kuhusu kifo chake, lakini alikufa, lakini lakini alikufa, lakini tunaambiwa kwamba baada ya kufa akachukuliwa paradiso.